Wahabari madam Sheila kutoka Blessed Organic Farm, karibuni sana jamani. Unaendeleza wetu wa vifaranga wetu hawa mayai pamoja na koila pamoja na kienyeji naawa vifaranga wetu. Sasa hivi wana siku kumi na ngapi? Wiki mbili, wana wiki mbili na siku tano Jumapili wanafikisha wiki tatu. Ya, kama mnavyoona wanaendelea vizuri, vimanio yameshaota na ambavyo vyenyewe vimeota ya shaota. Vimeshaota, vimanio ya brown zinaanza kuonekana, na sijawashia moto kwa sababu sasa hivi nawawashia moto usiku tu, unless labda kama mvua zile zimenyesha kwa hiyo wanaendelea vizuri, siku sio moto. Unaona kuna ambao wanabanza, banza baridi, lakini Mungu ni mwema. Maji yetu tunayowapa sasa ni ya turmeric, tangawizi na kitunguu saumu ndio tunayowapa, na watatumia kwa siku tano. Leo ni siku yao ya tatu, kwa hiyo bado y ukesha na kufukuta Jumamosi Jumapili na wakuanzisha, Jumatatu na wachanja ya. Kwa hiyo Mungu ni mwema, wapenda wanaendelea vizuri, sio mbaya. Kwa hiyo leo nilikuwa nataka ni share na nyinyi antibiotiki bora ambazo mimi nimezitumia ziteleka matokeo mazuri kwa vifaranga ya ukiwapokea ile siku ya kwanza, yaani ile wiki ya kwanza Kwangu mimi nashauri, unaweza ukatumia kama vifaranga wako wanaharisha sana, yaani unaona wana haro vikali, unaweza ukawapa kitunguu saumu pamoja na majani ya mpapai. Ni nzuri sana kwa kutibu mharo, yaani inazuia vile kuharisha kwa kwa wingi maji maji. pa lakini kama hawaharishi hawa basi unawapa tangawizi. Tangawizi mimi naipenda kwa sababu inawapa mfaranga joto, inawasaidia digestion system yao, yani inawafanya wanakula vizuri, yani inawapa appetite ya kula. Kwa hiyo unakuta kifaranga kikiwa kadogo kanakula vizuri, kanakuwa vizuri pia. Of course ya pili kwa vile kunaweza kwa kuna coccidiosis na nini, unaweza ukatumia mkaa na namaani, yani maji ya mkaa yani, unachukua mkaa wako kidogo, unaweka kwenye maji, unawapa vifaranga wako, unatumia yale maji ya mkaa kama kuna dalili ya coccidiosis. Ila kama unaona hamna dalili ya coccidiosis, unaweza ukawapa kitunguu saumu pamoja na ukawachanganyia na tangawizi au ukawachanganyia na tuweli kama nilivyofanya. Hiyo pia inawasaidia coccidiosis na mafua pia lakini kama umeona vinyesi vyao vina vina damu damu na nini, na kushauri wape kitungu saumu na changanya pamoja na makaa, inatibu sana coccidiosis kwa haraka zaidi za, za. Lakini kama unaona kinyesi chao kiko si kawaida, unawapa tangawizi unaongezea na kitungu saumu na turmeric, inawakinga mafua na magonjwa mengine ya virus na nini. Kwa hiyo vifaranga wako wanaendelea kuwa active. Kwa wiki ya tatu Unaweza ukawapa majani ya mpapai yenyewe au ukachangania na kitunguu saumu au ukachangania na alovera, ni wewe mwenyewe tu unaangalia hapo, unataka nini. Na na dawa nyingine ambayo ni mzuri marobaini, marobaini ni mzuri sana, sana, sana sana, yani ni mzuri, ule ndio unatibu vitu vingi sana. Yani unaweza ukawapa fresh au sorry, ukachemsha <coughs> uka wapati yani, kuchemsha kwao kwake, unachemsha maji yako yanachemka kabisa, alafu unachukua mwarobaini wako unatumbukiza kwenye yale maji yalochemka kwa dakika kumi, alafu unayekua yale maji yako, ili mradi tu isichemke sana, kwa sababu ikiiva sana inapoteza pia na zile zile vile virutubisho ambavyo viko kwenye mwarobaini. Kwa hiyo usiive sana. Ya. Kwa hiyo na dawa nyingine ambayo ni nzuri sana ni ile inaitwa nini, ule ule mrefu fulani, sijajua jina lake kamili ni nini, lakini wenyewe ni mrefu, unavimibamiba pia, yaani ya ni jamii ya cactus. Uwage wenyewe ni mrefu, unapenda kuotaja porini pia, unaweza kukuta umeota porini, ila naona huku mjini watu wengi wanauza. Hiyo pia ni nzuri pia Yani inavinimbanimba ni jamii ya cactus, kama ni jamii ya aloe vera, lakini yenyewe ina majani yake, ni ni unakuwa mrefu kama mua, unaotawa vitawi vitawi. Huo nao ni nzuri sana kwa kwa kuku wako. Nyingine ni turmeric ni nzuri sana kwa sana, kama una- turmeric nyumbani, manjano, unawapa kuku wako. Nyingine ni mdalasini. Mdalasini ni nzuri sana kwa kwa kwa vifaranga van unachukua zako mdalasini wako wa mia unaochemsha kwenye kwenye maji unachemka, maji yanapoa, unawachanganyia kuku wako kwenye kwenye maji. Ni nzuri sana mdalasini, yani mdalasini unazuia una magonjwa mengi ya ya ndani, yani unatibu magonjwa ya ya ndani ya tumbo na unawapa appetite faranga yako pia, yani ni nzuri mdalasini, ni nzuri sana. Hivyo ndio vitu ambavyo naishia kutumia kwa vifaranga, ikanipa matokeo mazuri na kwa kuku kiujumla, sio vifaranga tu, kwa kuku wote wao, wakubwa wao wadogo matokeo yanakuwa ni mazuri. Na hao ndugu zetu huko wanaendelea vizuri, moto wao bado hujashika, lakini Mungu ni mwema, ekiandarisha tu nichokuwa na share na nyinyi. Naona jamaa wameshaanza kuruka, wanaenda upande wa pili kati ya ndugu eh, jamaa huku, na marafiki huku nimewaanzishia mash. Nawapa starter mash, halafu huku nawapa pilet kwa sababu naona matumbo yao yameshafunguka. Sasa nikisema na wote watu wote pilet, naona sitaweza. Kwa hiyo huku wanakula mash, huku wanakula pilet, lakini aa jamaa huku naona wameshaanza kuhamia upande wa pili ona wanakula mash baadhi, yaani nikiingia lazima nikutane na nabshimoja nimehamia upande huu wakuia. Lakini wote kwa yote, Mungu ni mwema. Jamani, msisahau ku comment, ku like, like yako ni muhimu sana subscribe yako, subscription yako ni muhimu sana kwangu. Jamani, kama mnatamani channel yetu iendelee kukua, tuendelee kujifunza vitu vingine zaidi na zaidi. Usisahau ku subscribe ku share ku like ku comment. Kama una swali lolote usisite kuni, kuni, kuniuliza ya na. Kwa wale ambao wako Arusha jamani, kama unahitaji kulelewa vifaranga vyako usisite kuwasiliana kuwasiliana na mimi, namba yangu ni 0762 saba mbili 78 92 95. Kama una vifaranga vyako tayari ni sawa, na kama hauna unaniambia tu, tunahitaji labda vifaranga wa aina fulani kadhaa kwa kiasi fulani, na basi tunakubaliana, unataka niwape chakula gani, kwa sababu kwenye chakula hapo pia tunaangalia kama unatamani niwape pellet au unataka niwape mash. Kwa hiyo tunaongea, tunakubaliana na kuendelea vifaranga wako kwa wakati ambao unaona huu ni wakati sasa, mnaweza kuchukua vifaranga wangu. Karibuni sana sana sana. Mungu awabariki na awatunze ailinde mifugo yenu, jamani, wapenda katika Bwana, nawapenda sana. Bye.